Yes, yes, ni siku ya tatu leo hapa katika ukumbi wa Mwalimu Julius Nyerere tukiwa tunaendelea na maadhimisho ya miaka thelathini ya VETA na tunaendelea kupita katika mabanda mbalimbali. Niko na kwenye banda mojawapo hapa nimemkuta baba yangu hapa, yeye ni mlemavu wa macho na yeye pia ni mwana, ni mwalimu yuko na mwanafunzi wake pia hapa, atatueleza namna ambavyo anafanya kazi zake. Uh, unaweza ukaona hapa kazi ambazo amezifanya yeye mwenyewe kwa mikono yake. Uh, kuna hii hapa ni nini? Baba, habari za leo? A, nzuri tu. Pana... Shikamo maraba, habari za kazi? Jema kabisa. Sijui unaitwa baba nani? A, mimi naitwa Bonifas Kienze. A, mimi ni mhitimu wa VETA. Uh, kwa hiyo nimekuja hapa kwenye maonyesho ili kuweza kuonyesha bidhaa nilizozitengeneza eh, ili... Veta uliingia lini, ukajifunza lini na kumaliza lini? Uh, mimi nili, nilijifunza katika chuo cha Manoleo Training Center cha huko Tabora mwaka elfu moja mia tisa themanini na moja hadi mwaka elfu moja mia tisa themanini na mbili Baada ya kuhitimu hapo, aa, nilipata daraja la tatu. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza shughuli zangu mwenyewe za kujiajiri mwenyewe huko Shinyanga nilikozaliwa, baadaye ndio nilikuja huko Dar es Salaam, basi nikawa naendelea na, na shughuli yangu mpaka hivi sasa na niko Chamazi eh, katika manispaa ya Temeke hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo nimehudhuria maonyesho haya kama muhitimu wa VETA eh, ili kuweza kuonyesha ubunifu wangu, ah, kuonyesha kama kama vile eh, lengo la maonyesho haya kupitia VETA ah, ni kutaka kuonyesha kwamba uh, wahitimu wa VETA wana ubunifu gani, uh, ili kuihamasisha jamii vilevile, waweze kuwaleta vijana katika vyuo vya VETA waweze kupata ujuzi na kuweza kujitegemea. Na mimi nikiwa kama mlemavu wa macho, basi ni kuithibitisha jamii kwamba hata watu wasioona wanaweza tu wakafanya shughuli mbalimbali mojawapo kama hii ya ufundi seremala, ambayo mimi ninaifanya, vilevile kwa kuhamasisha jamii kwamba wasiwafiche watu, wasi wafiche, watu wa wenye ulemavu waweze kuwapeleka mashuleni hadi at, wanapomaliza shule, basi wanaweza wakajiunga na vyuo mbalimbali vya ufundi hata kama ni vya fani nyingine basi waweze kujiendeleza kuliko kuwaficha. Sasa mimi kama mtu asiyeona, basi mi nipo hapa kuihamasisha ku, jamii kwamba walete wa, wa tu watu wenye ulemavu mbalimbali mbali, katika vyuo vya VETA ili waweze kujifunza fani yoyote ambayo mtu anaweza ka, aka taka kujifunza ongera eh, sana baba. Sasa ninaona kuna vitu hapa vizuri sana. Hiki bila shaka ni kibao cha kukunia nazi, hiki ni kibao cha kukunia nazi hmm. Na na apa... umekitengeneza mwenyewe kwa mikono ya... Eh, vyote hivi vinavyoonekana hivi nimevitengeneza mwenyewe kwa mikono yangu. Sasa ninataka nijue baba, wewe huoni, unawezaje kutengeneza kitu kama hiki mpaka kikao kaje, kwamba hapa niweke hivi, hapa niweke hivi, aha. Kwanza uh, inatokana na kuwa na wazo, kuwa na mpango kwamba nitengeneze kitu gani, kiweje. Najua kwamba kuna vibao vya mbuzi ambavyo ni vinatengenezwa vile vya kienyeji, lakini mimi wao wanapenda wana kufanya ubunifu wa tofauti na kile, na kile kitu kinavyokuwa, ili kivutie kwa watu. Kwa hiyo kama ulivyoniuliza, nawezaje kutengeneza kwanza, nakuwa na, najua nataka nitengenezeje, halafu sasa utengenezaji wangu ni na, ni, unatokana na mikono, na kwa kuwa hii ni kazi ya mikono, basi natumia kushika, kushika kwa, eh, eh, ninashika ili nijue kwamba eh, huu ni ubao ukoje, eh, natakiwa nikate. Napima kwa, kwa kuweka alama za kushika kwa mikono ne, natumia vyombo vyote vya kiufundi. Kama nitahitaji kukata na msumeno, nitaweka alama pale ninapohitaji kukata, na kama nitahitaji kuranda, nitachukua randa nitaranda kwa kutokana na jinsi navyohitaji kwamba labda ninasafisha au ninanyoosha ubao ili niunganishe na ubao mwingine kuongeza mapana. Basi kila kitu ninafanya kazi kwa kushika, na najua kila kifaa nikikishika, najua hiki ni kifaa fulani najua nikitumieje, na vifaa vya fundi seremala ni, ni vya makali. Kwa hiyo nahakikisha kwamba ni kikali, kwa sababu kama ni butu nakinoa mwenyewe. Basi kila kitu nakifanya mi mwenyewe kwa mikono aa, kuanzia unavyokuwa ubao hadi navyoweza kukitengeneza kinakuwa kifaa kamili cha kutumia, kama hivi bidhaa unavyoziona. Hongera sana baba, asante sana. Kwa hiyo sasa, baada ya kuhitimu sasa hivi umefungua ofisi yako mwenyewe au? e, sasa hivi nina karakana yangu huko nyumbani Chamazi ninakoishi. aha. kwa hiyo ninatengeneza vitu mbalimbali mbali, ambavyo vinaweza kutumiwa na jamii inayonizunguka okay na kibao kama hiki ni shilingi ngapi? Kwa mfano kibao kama hiki ni shilingi elfu sitini na tano eh. E, ni cha mbao nauna... ni halisia kabisa, zile mbao nzuri eh. naona pia kuna hiki ni kiti kiti, nacho hiki hapa nakiona hapa chini ni shilingi ngapi? nacho hiki hiki kiti, hiki, kiti ni shilingi 1050. Kitu cha kupumzikia, unalala kabisa kama una bustani yako, nakiweka hapo kwenye mti kwenye kivuli, basi unapumzika okay. Eh. Sasa baba, uh, nimeona pia umeniambia una mwanafunzi kwa hiyo hapo pia unapokea wanafunzi hapo kwenye karakana yako eh? napokea wanafunzi hapo kwenye karakana yangu na, na mmoja wapo ni huyo hapa ambaye ni mwanafunzi wangu, namfundisha. e, ameshaelewa baadhi ya vitu. Kwa hiyo basi ana, ni, ni, ni katika harakati za kushirikiana na jamii kwa sababu e, naelewa kabisa kwamba hii kazi ina, ina, ina, ina, ina, inasaidia watu, kwa hiyo mtu wa malengo yao kwa hiyo. Unapata ugumu gani kufundisha wanafunzi, kupata wanafunzi unawafundisha watu ambao wao wanaona, afu wewe huoni? Um, changamoto gani pengine ambao unakutana nayo kwenye kufundisha kwako, mtu ambaye anaona wewe huoni? Uh, kwa ujumla changamoto, changamoto kubwa hamna, kwa sababu, kwa sababu anacho ninachomwambia ni anaona moja kwa moja. E, nachomwambia anaona moja kwa moja, na napomwekea alama anaziona moja kwa moja, na kwamba na vitu ambavyo pengine nimevitengeneza, na yeye anakuwa anaona ninavyofanya na ninakuwa sasa, ninamwelekeza fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi, na kama ni vifaa namwambia chukua kifaa fulani, hiki kinaitwa kifaa fulani, kinafanya hivi basi. Kadri ninavyovitaja vile vifaa, na yeye anakuwa anajua. Kwa hiyo eh, sana sana ni hakuna changamoto kwa wanaoona kwa sababu hata kama ni kitu eh, ninamwelekeza labda awe mzito mwenyewe tu lakini atakuwa anaelewa tu kwa, kwa urahisi. Watoto wako ambao umewafundisha na wenyewe pia ni walemavu wa macho au wao wanaona? Ah, wao wanaona. Aha. Eh, wao wanaona wote. Okay. Kwa mtu akihitaji bidhaa zako baba, tuambie anazipataje au anayetamani kuja kujifunza kwako? A, kwanza kabisa mtu akihitaji bidhaa zangu mimi naishi mtaa wa Dovia kwa Mzala kule Chamazi, kata ya Chamazi, manispaa ya Temeke. Kwa hiyo, akifika kule anaweza akanipata, au vinginevyo ni e, nina namba za simu ambazo ninazitaja mtu anaweza akanipigia. Ya kwanza ni sufuri saba moja tatu sabini na nane hamsini na sita themanini na nane. Sufuri saba moja tatu sabini na nane hamsini na sita themanini na nane. Ya pili sufuri saba nane nne ishirini na moja tisini na tatu, baada ya tisini na tatu ni hamsini na nne. Sufuri saba nane nane mbili moja tisa tatu tano. Gharama eh, za kufundisha baba, kwa wanafunzi wanaotamani kusoma ni shilingi ngapi? Uh, gharama za kumfundisha mwanafunzi anayetamani kusoma uh, ninamfundisha kwa, kwa shilingi laki mbili tu, yani kwa, kwa mpaka kwa, kwa, kwa, kwa, amalize, amalize, kwa sababu huwezi ukafanya gharama kubwa hizo. Gharama ni kwa ajili ya vifaa kwa kuwa kwa, nimekusudia kumfundisha mtu, kwa hiyo lazima niwe na vifaa ambavyo vinamlenga yeye kumfundisha. Sasa akishajua. Kutakuwa, kutakuwa na kazi ambazo zitakuwepo ambazo nitakuwa nazifanya mimi, inakuwa kama ni field. Kwa hiyo sasa, kile chanzo cha kumfanya ajue, ndio ndio hiyo gharama nanunulia vifaa ili ajue, kusudi nini nisitegemee kazi zangu ninazozifanya ni kumfundishia mwanzo kwa sababu pengine nitakuwa ninamrusha, ni kwa sababu si nitamwambia tufanye hiki, tufanye hivi, lakini kama kuna vifaa vya kumwanzishia, vile ni vya uharibifu. Sasa kama vinaharibika, ni vya kujifunzia, ndio ambavyo mimi navigharamia. Kwa hiyo sasa hiyo hiyo laki mbili nayoisema ni ni bei ndogo tu ambayo namfundishia hili mpaka atakapojua. E, pia nina mpango wa kuanzisha mafunzo kwa wasioona e, ili kwamba na wao waweze ku, ku, ku, ku, ku, kutambua au waweze kupata ujuzi wa kuweza kujitegemea ku, kuji kama ninavyofanya mimi eh, kwa sababu ah, mimi nimesha nimesha mimi na uhakika na nimeshajua ufundi. Kwa hiyo ninazo mbinu za kuweza kuwafundisha wasioona wenzangu, kwa kuwa mimi mwenyewe ndio mhusika, nazijua changamoto za za, za, za, za, za, za kujua na zijua changamoto za ufundi. Kwa hiyo sasa na mpango huo ili niweze kuwafundisha wasiona wenzangu. Okay, hongera sana baba. Nashukuru sana yes, nashukuru sana kwa hiyo, na kama ulivyoniuliza kuhusu mambo ya watu kuja kun, ku, kununua vitu navyotengeneza hilo ni jambo muhimu sana kwa sababu ah, watu wakija kununua bidhaa zangu ndio watakuwa wananisaidia mimi kupata kipato. Baba hongera sana, nikupe hongera kwa hili asante. Ah, sana na mtazamaji, popote ambapo unaifuatilia NY TV, wewe kijana ambaye uko nyumbani na huna kazi ya kufanya, baba hapa haoni anafanya mambo makubwa, kazi kubwa kutoka hili ni zao kutoka VETA. Huyu ni mhitimu wa VETA ambaye amehitimu VETA miaka ya nyuma, na sasa hivi ana karakana yake. Kwa hiyo ambayo unatamani kwenda kufika kumuungisha mkono, baba ana vifaa vizuri, ana kibao kizuri cha nadhi hapa, lakini kuna viti na vitu vingine pia vizuri ambavyo vinapatikana hapa. Amesema yeye ana mwanafunzi, natamani kuzungumza kidogo na mwanafunzi hapa ambaye amefundishwa na baba. Naona pia kuna kioo kizuri kabisa hapa kwa wadada, <coughs> ni dressing table bila shaka. Kaka, habari salama. Naitwa nani? Kwa na majina, naitwa Imed Ismaili Musa, ni mkazi wa Chamanzi kwa Mzala. Wewe umeanza lini kujifunza kwa baba hapa? na miaka kama mitatu miaka mitatu. Aa, miaka mitatu toka umejifunza, mpaka sasa hivi umefikia level gani? Aa, kufikia level nimefikia level nzuri, maana kutokana navyoanza kujifunza nilikuwa bado sina uelewa hizi kazi, ila kawadika sasa hivi, na mimi naweza kutengeneza vitu ambavyo vile vidogo vidogo e, alivyonifundisha mzee wangu. Kama nini unaweza kutengeneza mpaka sasa hivi, kwa hiyo miaka mitatu? enga ya viatu ili frame za vistuli, maana mimi naweza katengeneza frame kama hivi ya stuli. Kwa hiyo kumalizia kwenye kufuma, na malizia mwenyewe mzee, na finishing ya vifaa vyake ambavyo mwenyewe vingine anavyovitengeneza yeye, mpaka polish rangi na kutumia mashine. Maana vifaa hivi kama hivi napiga msasa kwa kutumia mashine zake mwenyewe mzee. Kwa hiyo kwa vile macho, kutumia mashine ile inakuwa ngumu. Kwa hiyo mi ndo namalizia finishing. Tumefika tena kwenye banda lingine hapa, tunatamani kufahamu hapa wanajishughulisha na nini. Habari kaka. Nzuri kufahamu naitwa nani, na utatuambia hapa mnatoa kozi gani au mnafundisha nini? Kwa jina naitwa Captain Maulid Hajiusi. Karibu tena katika banda letu la Makongo Vocational Training. Makongo Vocational Training tunatoa kozi tofauti, tunatoa umeme wa magari, umeme wa majumbani, ufundi bomba vile vile, na ufundi makenika, na kozi nyingine ndogo ndogo kama udereva. Tunatoa udereva vile vile tunatoa ushonaji, ujasiriamali, kozi kama hizo. Kwa hiyo kwa siku ya leo kwa siku kwenye maonyesho haya tumeandalia umeme wa magari hapa. Tuna modo yetu hii inawasilisha aina tatu ya mifumo na teknolojia ambayo tutaka kuwaonesha leo hii kwenye mfumo wa umeme wa majumbani, lakini vilevile vile tuna vitu mbalimbali mbali vya ubunifu, kama daraja lile pale, kuna kifaru hivyo ndo kwenye maonyesho haya tumeandalia. Kwa hiyo karibuni sana Makongo Vocational Training, chuo ambacho kinamilikiwa na jeshi la wananchi wa Tanzania. Karibu haya. Sasa, utaratibu wa kujiunga upoje, na nikozi, na ni gharama zake zipoje? Utaratibu wa kujiunga uwe ni mhitimu ambao uliomaliza elimu ya msingi na kuendelea kwa hiyo ni sekondari na ngazi mbalimbali mbali, za chuo huo ndio utaratibu wetu ukija ofisini utapata maelezo sisi tuko Lugalo ukitoka Mwenge pale Lugalo barabara ya Bagamoyo unatukuta sisi Makongo tupo ndani ya Makongo Secondary School ndio utakipata chuo chetu cha Makongo Vocational Training Mwanafunzi okay, eh, anasoma kwa muda gani mpaka ahitimu? Mwanafunzi anasoma kuna kozi za muda mfupi na kozi za muda mrefu ambao ni miaka miwili. Kwa kumaliza okay, eh, miaka miwili pale amehitimu ngazi ya juu kabisa. Kwa pale kwa kuna level level 1 na level 2. Kwa hiyo level 3 mpaka sasa tuko umbioni kutoa kwao kwa zile kozi kutoka pale kwa miaka hiyo miwili, ana uwezo wa kutengeneza gari au kwenye mfumo wa umeme na nini, akawa yuko vizuri kabisa kwenye fani ya uh, umeme wa magari anakuwako, yuko vizuri kwa level yake ya level two, na umeme wa majumbani anakuwako, yuko vizuri kabisa. Na product yetu ina, wameajiriwa mbali mba, sehemu mbalimbali na wanatupa mrejesho kwamba wanafunzi wenu wanafanya vizuri na ni wazuri katika fani zao husika. Kunakuwa na changamoto ya vijana wengi wanamaliza vyuo hawana ajira, kwenu mnawasaidiaje wale ambao wanamaliza kutoka kwenye chuo chenu? Ah, sisi uzuri kwenye chuo chetu cha Makongo, mara nyingi sana tuna wale ambapo wanaposoma tunatafutia sehemu za kwenda kufanya field. Mara nyingi sana wanapomaliza zile sehemu za kwenda field, basi wanabahatika zile sehemu ambapo walipokwenda kufanya field, mara nyingi unakuta wanaanza kupata ajira kabla hajaanza kuingia mtaani. Kwa hiyo manake kabla product haijaingia mtaani, unakuta sasa kuna watu wanaanza kuhitajika. Kwa hiyo, hiyo sio shida kabisa katika chuo chetu eh. Nizungumze pia na mwanafunzi ambaye anasoma hapa. Habari nzuri, unaitwa nani kwa majina? Anaitwa Alex Peter Martin, ni mwanafunzi wa level 1 umeme majumbani. Ndio mm. yeah. toko umeanza kujifunza mpaka sasa hivi, niambie vitu ambavyo umeshavimasta mpaka sasa hivi. Mimi ambavyo nimevimasta mpaka sasa hivi ni namna ya kufunga wiring ya kwenye nyumba kama hii hapa nimefunga pia, kuna mifumo ya geti na mingine. Ni ubunifu ambao unajiongezea baada ya walimu kukufundisha. Kwa hiyo pia ukishafundishwa, kuna una klabu za tunazo pale shule, unafanya ubunifu wa kitu chako kipya, then unaki-apply kama hapa tulivyofanya. Leo. Ilichukua muda gani kujifunza mpaka ukawa uka kwenye levo hiyo ulionao sasa hivi? Kwa elimu ya pale elimu ya pale, walimu ni makini kwao, mara nyingi sana. Ukifika pale kama mimi nilichukia miezi sita, nilipofika pale, nikawa na uelewa kila kitu, maana tunafanya vitu vingi kwa vitendo zaidi na sio kwa thiori zaidi. Ndio miezi sita walikuwa wameshaelewa vitu vingi, nilishaelewa vitu vingi, ingawa sio vyote, ila nilielewa vingi zaidi. Sasa, yeah. Hivi, mtu akikupa nyumba yake umfanyie wiring unafanya kama kawaida? nafanya vizuri kabisa, na hapo nipo level 1 bado sijaingia level 2, ambao level 2 nitafundishwa vitu vikubwa zaidi kwao, nitakuwa na uwezo wa kufanya wiring hata kwenye magorofa, nyumba kubwa zenye ukubwa kiasi fulani yeah. mtegemea injinia hivi karibuni? ndio ndio, sana. Sana. Zungumze pia na kaka hapa, bila shaka atatupa na practice huko, naona kuna vitu vitu viko huko habari Salama kwema. Naitwa nani? Naitwa Emmanuel Hansi, mwanafunzi wa Makongo TPDF Training Center, nasoma umeme wa magari, nipo levo tu hiyo. Ndio, niambie, mpaka sasa hivi kuna kitu gani ambacho umekipata uh, kwako kwa kimekuwa ni faida? Ujuzi, ujuzi, kwa sababu ukiangalia mi umri wangu ni mkubwa kidogo eh, lakini kwa sifa iliyonao Makongo, nilihakikisha kwamba nikienda pale nisitoke kama nilivyoenda, na mpaka sasa hivi namshukuru Mungu niko vizuri e, na napata kazi ndogo ndogo, napata hela ya kula. Karibu sana ulienda, kujiunga na chuo hiki mda kwa mkul... siku gani, mwezi wa ngapi au mwaka, mwaka gani ilikuwa? Mwaka jana. Ndiyo, ndiyo. Mwaka jana mwezi wa kwanza. Ndio, jana mwezi wa kwanza. Sasa hivi uko level level 2. Unaweza kufanya nini sasa? Sasa hivi nina uwezo wa kufanya kazi zozote ambazo zinahusisha umeme wa magari eh. Kama ikitokea labda gari na changamoto kama hiyo, changamoto inatokana na mfumo wa umeme kwenye gari, nafanya vizuri. Ndio, ndio. Unaweza ukatuonyeshia kidogo, tuambie hivi, nataka nijue hiki hapa ni angala, nini, angalau nionyeshee na kwenye gari kina kinafanya nini? Karibu sana. Hapa kwenye modo yetu tumefunga mifumo mbalimbali ya umeme kwenye gari tumefunga mfumo wa washaji na hii inayoshika hapa ni starter motor ambao ndio kifaa kinachotumika kuweza kuizungusha injini ili gari iweze kuwaka, lakini pia tumefunga mfumo wa taa, tumefunga na mfumo wa honi. Lakini tunajua magari yote yana hii mifumo eh, sisi tumekuja na ubunifu wetu kwenye hii mfumo, kwenye mfumo wa washaji wa gari tumebuni kitu kinaitwa confidential button. Hii confidential button ndio mlinzi wa gari lako, na inakuwa ni siri yako wewe mwenye gari. Kwa unapopaki gari unaikisha hiyo confidential button iko off. Kwa hata ikitokea bahati mbaya umesahau funguo mtu hawezi kustart gari kwa sababu hii confidential button inakuwa imefunga mfumo usifanye kazi. Kwa hata kama mwizi anataka kuibia gari lako hawezi kuondoka na gari kwa sababu hii confidential button inakuwa imefunga mfumo usifanye kazi. Kwa kwa mfano tukiangalia hapa confidential button yetu iko on. Kikawaida kwenye gari tunawasha gari kwa kutumia ignition switch ambayo tukiplace kwenye start starter motor inabidi izunguke iweze kuizungusha injini gari iweze kuwaka. Na tunaona hapa tulivyoweka kwenye start, starter motor yetu imezunguka kumaanisha mfumo unafanya kazi, lakini tuki switch off confidential button yetu, tukija ku start hapa, tunaona starter motor haizunguki, lakini tukiweka on, starter motor inazunguka. Kwa hiyo hiyo, hapo confidential button ndio mlinzi wa gari lako. Tunajua Changamoto bado ipo ya watu kutumia gari bila ruhusa, mm -hmm. Au mtu bia gari, e, kwa ukiweka hii hapa unakuwa na amani kabisa. Karibu sana kama ikitokea nimepaki gari yangu alafu nikawa nimeisahau hiyo oni, hiyo ni human error. Eh e, ndio sana, unaweza ukaenda sehemu ya kupata chakula, bahati mbaya ukajikuta umesahau simu, kwa mtu anaweza akaondoka nayo. Eh, kwa kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba unapopaki gari hiyo hapo unaizima e. Lakini pia kama ikitokea umesahau hapa, ukifunga secret switch nyingine ambayo tumeibuni, ambayo inakontrola mfumo wa taa, gari bado itakuwa salama, kwa sababu hii hapa inafunga mfumo mzima wa taa usiweze kufanya kazi. Kwao unapopaki unahakikisha umeiswitch off. Tunajua ikawaida, kwenye gari mtu anajua mfumo wa taa unakontroliwa na combination switch, ambayo ndio hii hapa nikijaribu kuwasha hapa au nikijaribu kuitumia hii, mfumo wetu wa taa utaanza kufanya kazi kwa tukiona hapa, piga indiketa kote kule, zinafanya kazi, piga huku, zinafanya kazi. Tukikanyaga breki, unaona mwanga unaongezeka ila, tuki switch off tu, maanake mfumo mzima wa taa unakuwa umezima, haufanyi kazi. Karibu sana. Watu wengi walikuwa hawana elimu ya hivi vitu. Ni vitu vipi ambavyo mmekuja navyo ni vya ubunifu? Ndio hivi vitu, huu ubunifu upo Makongo tu ndio maana wewe mwenyewe ni shahidi, umeweza kuzunguka hapa na unaendelea kuzunguka, utapata majibu kwamba hakuna mtu mwingine hapa au hakuna chuo kingine hapa ambacho kimeweza kuja na ubunifu kama huo. Hapa tuko peke yetu Makongo. Sasa hongereni sana, karibu sana.